Ndugu zangu mashekh na mheshimiwa mwenyekiti amekiri mbele yetu kwa maneno yake niliyokuwa na yanakili asubuhi, ya kwamba Mungu ametuchagua sisi, kwa sababu nyinyi Mungu amewachagua mweze kuwakilisha umma mkubwa na taarifa kubwa iweze kutoka kutokana na uwepo wenu, kwa sababu nyinyi mtawakilisha ummati Muhammad sallallahu sallallahu sallallahu alaihi wasallam. Sisi hapa tulipo kawarathatil anbiya kwa maneno ya bwana Hamza, Mungu ametuchagua. Hii ni ikrari ya bwana Hamza. Pili, bwana Hamza asubuhi amekiri kwamba sisi ni walimu wake, akasema walimu wangu ya kujibu hoja za walimu wangu, mashekhe wangu. A yuko mbele anazungumza na walimu wake, lakini vile vile shekhe Misri alipozungumza bwana Hamza alimuita, alimuita, wangu, mudiri wangu ambaye mwalimu wangu mudiri aliyoitoa vile hapa pana mamudili wake hapa. Vile vile kwa maneno ya Bwana Hamza kuna mashekhe zangu wametamka neno hilo, ndugu zangu Waislamu, mashekhe wangu. Kwa hiyo hapa kuna mashekhe zake. Kwa hiyo Hamza anayedai utume anaudai utume mbele za mashekhe zake. Mwisho nitamnasihi Bwana Hamza kwamba tumpeleke madrasa akasome, hatutompeleka madrasa ya watoto wadogo la, tutampeleka kwenye jamiati lilmiya li akasome. Bwana Hamza alisema alisema neno alafu akasema huu ndiyo mwisho wa elimu yangu. Kwa hiyo ana kiwango maalumu bwana Hamza alipofikia cha maarifa yake kiwango maalum. Bwana Hamza amesema nazidi kufanya utafiti, nazidi kufanya utafiti za dini wa Islamu. Sasa mtu ambaye bado yuko katika kufanya tafiti alafu anyanyuke duniani awatangazie watanzania kwamba ni mtume, hii ni hatari. Kwa hiyo bwana Hamza yuko katika utafiti. Kwa hiyo naamini ya kwamba hawa mashehe zake wanahitajia kumnasihi mtu ambaye anafanya utafiti. Bwana Hamza amezungumza mambo, alafu anasema nikagundua, nikagundua ha kwa nuhu ni safina, nikagundua ha mila yetu ni mila ya nabii Ibrahimu nika- nikagundua, ina maana kesho anaweza kugundua vingine lingine. Bwana Hamza amezungumza akasema, shetani amenivaa ta, shetani ameshaanza kunivaa. Hamza anasema yeye ni mtume, amevaliwa na shetani. Mtu ambaye anavaliwa na shetani, alafu wanatangaza leo kwamba yeye ni mtume, kiangalia kwa makini vyote vipengele hivi asifi navyo mtume, yani awepo kwenye hii hadhara Muhammad bn Abdillah sallallahu alaihi wa alihi wasallama, alafu sisi tuwe mashehe zake sisi tuwe walimu wake, ni kinyume na taratibu. Lakini napenda hamza awe makini kwenye masala aliyodai, hatari sana hamza. Hakudai tu kwamba ni nabii, bali ni nabiyun wa rasulun, mimi ni mimi ni nabi Elias, nabiyun wa rasulun. Aidha, mimi sitaki kuelezea habari ya tofauti ya rasul na nabi, lakini niko hapa. Kitu alichosema anapata ilham, ndipo mwenyezi Mungu anatea ilham. Lakini si hivyo tu, Hamza ukimsikiliza, ana tanaqubat katika mazungumzo yake Hamza taratan huwa rasuli, Hamza taratan huwa nabi, Hamza taratan huwa amir, Hamza taratan huwa khalifa, Hamza taratan huwa waswi. Kwa hiyo Hamza na tanaqudat hizi, Hamza haziko salama, haziko salama. Sasa mtume ambaye mazungumzo yake yanapingana, mtume ambaye elimu yake ni elimu bado kidogo Hamza unahitajia. Na saa sipendi lugha yangu kali, kwa sababu naanza na nasaa, na nimesema hawa ni mashekh zangu. Alfitnatu naimatun, sayyiduna Muhammad Sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema, fitna imelala, laana llahu man ayqadhaha, Mungu amlaani anayeyamsha fitna. Hamza, jambo la ukudai utume ni jambo kubwa mno wewe ni nabii, wakati nasoma khataman nabiyin kila siku. Na wewe mwenyewe katika klipu zako moja, ninayo hapa jana usiku ninaisikiliza, katika mukaddima wa mazungumzo yako umesema wa khataman nabiyin, afdalahum, mbora wao, unamsifu Mtume.